Kwa Waziri Mkuu kutokea nchini Hungary ndugu Viktor Orbán, ameendelea kuwa mwiba kwa Umoja wa Ulaya yani European Union na Marekani kwa pamoja. Akitoa matamshi makali yanayopinga moja kwa moja msimamo wa Magharibi kuhusu vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Katika taarifa yake ya vipunde, Orbán ameishutumu vikali Umoja wa Ulaya akionyesha msimamo wake wa muda mrefu wa upande wa Urusi. Orban amesisitiza kwamba mkakati wa sasa wa Ulaya unaelekea kwenye maangamizi. Alisema Ulaya lazima ibadilishe msimamo wake, badala ya kiburi na kuchochea vita visivyo na mwisho, tunahitaji majadiliano na Urusi. Ni mazungumzo tu ndio yanaweza kuleta amani kwenye bara letu. Kauli hii inaweka wazi mgawanyiko mkubwa ndani ya umoja wa Ulaya, ambapo nchi nyingi zinatoa msaada mkubwa kwa Ukraini na kuwekwa vikwazo vikali kwa Urusi, huku Hungary ikiendelea kushikilia msimamo wa kwanza ni amani kupitia mazungumzo, lakini waziri mkuu Orban anaitaka jumuiya uh, ya umoja wa Ulaya kuacha kiburi chake na kukubali ukweli wa mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow. Cha kwanza ni kupinga msaada wa kijeshi. Kauli yake ya kuchochea vita visivyo na mwisho inalenga moja kwa moja msaada wa kijeshi na kifedha unaotolewa na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kwa Ukraine. Lakini cha pili ni maslahi ya kitaifa. Orban mara kwa mara anasisitiza kwamba migogoro na vita nchini Ukraine vinaharibu maslahi ya kiuchumi ya Hungary na Ulaya mzima. Lakini matamshi haya yanaongeza shinikizo la kisiasa kwa umoja wa Ulaya, ambapo tayari uh, unahangaika kufikia makubaliano juu ya mikakati ya pamoja ya usalama na msaada wa kijeshi. Sasa ni je, umoja wa Ulaya itachukua hatua gani kujibu msimamo huu wa mwanachama wake anayetofautiana naye kila siku?